Ndugu zangu wapendwa, jina langu naitwa Dr Omari kutoka Urambo, Tabora. nyumayangu ni hapa, niko na mti mmoja mjarabu sana. Hebu waonyeshe juu kidogo, mandhari yake na uh, huu mti jinsi ulivyokuwa. Huu mti bwana una matukio mengi mengi mengi mengi mengi, na ni mti ambao, kwanza sifa zake, watu ambao wanatumia mkaa mkaa ani huu mti wake wakitegenizia mkaa ndo ni mti wa kwanza kwa kuunguza masufuria, yani kwa kutoboa masufuria. Hiyo ni sifa ya kwanza wa huu mti, na ndo sifa ya kwanza wa huu mti kwa kuwa na moto mkali. Hiyo yote ni sifa kutokana na mizimu ambayo netia kwenye huu mti. Huu mti una mizimu mikali, yani huu mti haijalishi umepikia kwenye chungu, haijalishi umepikia kwenye sufuria, yani kama unajua huu mti ti umetumia kuni au umetumia mkaa huu mti hausiwi kuupikia na ndio maana unatoboa toboa sana ya hivyo vitu, au unaweza kama umepika kwenye chungu chungu kikapasuka, au umepika kwenye sufuria sufuria linaisha. Yaani unachosikia unapikia kwenye sufuria sufuria lenyewe linaisha, uhum. Uhum. Huu unaitwa Mbanga, ni mti mba ambao ni mgumu, unastamili na unaishi maisha marefu sana huu humt mti huu mti una mizimu mikali. Nataka nikupe elimu kwa wale watu ambao wanasumbuliwa na mizimu mieusi ya ukoo na ukoo ambazo zina mizimu mieusi, yani unakuta kuna familia ambayo inakuwa ina ina mizimu mieusi au mizimu ya kichawi kwa hizo waga zinateseka sana, zinateseka sana na umaskini shida vifo maradhi yani, vitu ambavyo haviingiliani ingiliani nadhani mnakuwa unajua. yani, unakuta mizimu yenu mmeikosea jinsi ya kuifanya, hamuitambiki vizuri yani, yani, na maana nyinyi mmekeuka ile miko ya mizimu. Sasa ile mizimu inageuka kwa mizimu ya kichawi Yani, hakuna kwenu mchawi, lakini inageuka kuwa mizimu ya kichawi. Yani, maanake nyinyi mnakuwa mnalaana kwenye huo ukoo wenu, nadhani kwa nyingi zinajua, familia nyingi zinajua. Ili uweze kujitoa huo uchawi, ili uweze kujitoa e, hizo nuksa ambazo zimejaa kwenye familia yenu, nataka ufanye hiki kitu kimoja, kitakusaidia sana huko huko ulipo. Tafuta vitu hivi, tafuta chungu kipya kipya Tafuta kuku mweusi wa jinsia yoyote, tafuta kisu, ni anaitwa mabuwelewele, ni majani fulani uh, yanawashawasha hivi yanatambaa, lakini yanapenda kuwashawasha kwenye mwili. Majani mti kama huu wa mbanga Mti huu inatakiwa uwe una pande mbili. Unajua, ukiangalia huu mbanga ukijoka kwa huku, kuna sehemu kama unakauka na kuna sehemu ambao haujakauka. Njoo katikati, tunakuja kwenye hapa, unaangalia tawi uh, gani iliyokauka. Ni tawi la huku ambalo halijakauka ni tawi la huku. Basi unaenda kwenye upande mmoja wa tawi mida ya usiku, ardhi imepoa, dunia imepoa, sauti zinazosikika ni za ndege kwa mbali. Njo kwenye mti kama huu, mida ya usiku, nguo zako zote huko ishirini nyuma, funga hiyo nguo yako nyeusi, piga odi mara tatu, wazee, nimekuja na shida. Hapo una maji yako, una chungu chako, una kuku wako, una kisu mambo yangu hapa, kwa ajili ya kutengeneza vitu vyangu. Kila kitu chako mkiacha huko, umejifunika tu ile nguo yako ya kaniki au kitamba chako cheusi. Nadhani kiongelea kaniki, kitamba cheusi, watu wote wanaelewa. Njo kwenye mti kama huu, basi chukua kile chungu chako, piga pale magoti, omba: nataka hili li mzimu kwenye familia yetu liondoke hili li mzimu inayotutesa kwenye familia yetu. Unachukua zile dawa zinazotambaatambaa unajiogesha, unajiogesha mwili wako mzima kupitia kwenye kile chungu kisa, unanuiza unanuiza, huku umejifunga kile kitambaa. Ukimaliza hapo, unachinja yule kuku, kunanuiza maswala yako yanayokusumbua. Ukimaliza hapo sasa, acha, wewe nenda usigeuke nyuma mpaka utapoingia ndani uzakuvaa nenda, yaani vile vile umeangalia, nenda usigeuke nyuma mpaka utapo, usisemeshani na mtu mpaka utapoingia ndani. pesa pesa utapata. Unajua, kuna vitu vingine watu wananifataga kuniambia, Dr. Omari mimi na shida na utajiri, na shida na mafanikio, nahitaji hiki unisaidie. ukoo wako tu umefungwa ili uweze kufunguka ni lazima uanzie huku chini kufungua ufalme wenu, kufungua uko wenu mizimu muda huu, na itaanza kukusaidia. Aka lazima uje ufanye matambiko Urambo Tabora, kunipata kwangu mimi kwenye alama jumlisha mbili tano tano mia saba hamsini mia tisa hamsini.